Yes, uko poa kabisa eh, lakini pia kila moja kwa sasa hivi masikio yake lakini pia macho yake ni kutafuta tafuta kwamba bwana harusi ya Jux kesho itakuwaje. Mbona kama vibe imekuwa ni kubwa. Mbona kama mastaa wamekuwa ni wengi sana ambao wameweza kudondoka kutokea nchi mbalimbali lakini pia kuweza kufika katika nchi ya Tanzania ili kuweza kushuhudia bwana harusi hiyo itakayofanyika the Superdome Masaki. Lakini bwana, ikumbukwe pia pia, mwezi uliopita, mwezi wa nne e, tarehe kumi na saba pia iliweza kuanza harusi ya kitamaduni na vitu vikawa vimeenda viral, kinoma noma kutokea kule Nigeria. E, watu walikuwa wamependeza, Wanyamwezi walikuwa katika sherehe Platinum, lakini pia ambao za kule kina Bill Nass pia aliongozana na mke wake Nandi, pamoja katika harusi hiyo. Kina Amina Ali waliweza kushiriki kule katika e, nchi ya Nigeria tarehe 17 lakini pia ilivyofika tarehe 19 pia iliweza kufanyika harusi ya kwanza official kabisa ukiachana na ile ya kitamaduni. Mambo yalikuwa ni mengi bana, Jux mpaka akaweza kudondosha chozi e, katika e, ukumbi ule pale, ambapo ile sherehe ambapo ilikuwa e, inafanyika vitu fulani whites na blacks vilikuwa vimedamshi kinoma noma, e, kutokea huko Nigeria. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini pia walituahidi pia harusi hiyo pia haitafanyika kule tu na hapa Tanzania pia itaweza fanyika na siku ya kesho ndio siku yenyewe, ambapo sasa kuna video clip pia kama unavyoiona hapo, ni, ni Jux pamoja na prinsi wameweza kufika pale Superdome Masaki, e, kuweza kuona e, maendeleo yanaendelea vipi kuhusiana na swala zima la e, na location na sehemu ambayo pia harusi hiyo itaweza kufanyika. Mastani wengi sana ambao pia wamepanga kuweza kutokea katika e, shughuli hii. Shughuli hii pia e, rangi ambazo pia zilikuwa zimependekezwa ni white, e, black pamoja na na gold, sasa hizo ndio rangi ambazo pia bwana zitakuwa zinawakilisha katika shughuli hiyo ya kesho ambayo itafanyika e, kutokea pale Superdome. Hata Kelma Story pia ni moja kati ya watu ambao pia wamekuwa wakiongelea sana swala hili kwamba kwenye masuala mazima ya mavazi bwana e, siji katokea bwana watu e, wa Tanzania wakaja kutuangusha e, kwa sababu shughuli ya kule ambayo iliweza kufanyika kule nchini Nigeria e, bwana haikuwa ya kitoto, ilikuwa ni bonge moja la shughuli, bonge moja la event, bonge moja la harusi ambalo lilifanyika kule, kule, kule. Sasa wa Tanzania ni zamu yao kwa sasa hivi kuweza kuonyesha ni kwa namna gani vipi eh, na sisi tunaweza kujidipua hasa katika masuala mazima eh, kama haya kwa sababu pia kwa upande fulani ikionekana kwamba familia ya Prince kuonekana na pesa sana, na ndio maana pia harusi hata ilivyofanyika eh, kule ilionekana ni harusi ambayo ni ya kifahari pia eh, iliweza kutumia gharama nyingi sana ambazo ziliweza kutumika kule eh, mpaka watu wengi wakawa nasema sajuxis, saji ataweza kwa upande huu wa Tanzania. Kwamba namna gani vipi tutaweza au hata wa Tanzania pia kuonyesha support kubwa ambayo kama ilionyeshwa kule, eh, nchini Nigeria vipi, tuta watu pia wakaanza kushauri kwamba Jux inabidi namna fulani kama ongea na matajiri wakubwa kutokea hapa Bongo pia, na wenyewe waweze kutia mkono au kutia pesa za kutosha, achana na masuala mazima ya kukopa kopa. Zilikuwa zimetokea hizo bwana eti Jux kakopa hela ili aweze kufanikisha, e bwana, harusi yake. Mambo ni mengi, stories zinakuwa ni nyingi sana kuhusiana na ishu hii bwana. Tusubiri siku ya kesho, ni kweli kwamba e, harusi ya kesho itavunja rekodi ya ile ambayo ilifanyika kule Nigeria, au wa Nigeria nao tuwaachie bwana pepo yao. Wow. Kwamba wao ni watu ambao pia wanaweza kufanya events zikafanya kuonekana kuwa kubwa, eh, kwenye masuala mazima ya event kama event yenyewe, masuala mazima ya misosi, masuala mazima ya mavazi pia kodi, kila mmoja apendeze, siku ya kesho, black, white, and gold. Zitakuwa zikimeremeta kutokea pale bwana Superdome Masaki. Kuna wale wenzangu na mimi wakuweza kujichanganya, maana mikula zake red, mikula zake blue, fulani hivi wa Kinyamwezi, afu then unaingia Superdome bwana, tutakupiga mawe kwa sababu ushaambiwa pale ni black white and gold. Kutufuatia sisi kama sasa digital kwenye platform zote eh, drop comment yako hapo ukisubscribe, okay, channel yetu. Tutakuwa umetisha kinoma kino noma.